Wizara imenunua pikipiki na leo hii inakabidhi pikipiki kumi na mbili kati ya pikipiki tisini na nane zilizonunuliwa kwa ajili ya kuimarisha utendaji kwa ngazi ya kata. Halmashauri zilizopata mgao, mgao kila moja pikipiki mbili, isipokuwa Mbalali wamepata pikiki, pikipiki moja, ni halmashauri ya Rungwe DC, Busokero DC, Kera DC, Chunya DC na Mbalali DC. aidha chuo cha maendeleo ya jamii Uyole, mahabusu ya watoto Mbeya na shule ya maadilisho Irambo, vyote vya mkoa wa Mbeya kila moja, kila kimoja kimepatiwa pikipiki moja kwa ajili ya kuimarisha utekelezaji wa huduma za kijamii. Ni matumaini yangu kuwa pikipiki hizi ambazo ni serikali imenunua zitakuwa chanzo muhimu katika utekelezaji wa majukumu ya kila siku ya maafisa maendeleo ya jamii, zitawawezesha kufika kwa urahisi katika vijiji vya mbali, kuongeza kasi ya mawasiliano na jamii na kuboresha ufanisi wa kazi zao za kila siku. Wito wangu kwao ni kuhakikisha pikipiki hizi zinatunzwa na zitumike kwa kazi na malengo yaliyokusudiwa katika kuidumisha jamii zetu. Kweli ilikuwa ni ngumu sana kwa wataalamu wa maendeleo ya jamii kufika kwenye ngazi za vijiji mpaka kata ukitambua kwamba vyombo hivi ambavyo tumevipata vitarahisisha sana utendaji wa kazi wa wataalamu, na maendeleo ya mkoa wa Mbeya yataongezeka, kwa sababu elimu mbalimbali mbali zitawafikia wananchi wote kwa ujumla na wadau mbalimbali, tukifahamu kwamba vyombo vya usafiri ndio vinavyorahisisha kufika sehemu kwa wakati na kwa muda uliokusudiwa. Mara nyingi tuna changamoto ya kuweza kufikia eh, kuwafikishia huduma jamii hasa wale ambao wako pembezoni, kwa sababu kuna changamoto ya usafiri na miundombinu. Kwa, kwa kupata pikipiki hizi itaturahisishia kuwafikia wananchi walioko kwenye vijiji na mitaa, lakini kusaidia kupeleka huduma hasa kutoa elimu, lakini na kuwainua wananchi kiuchumi. Kimsingi zitasaidia kuhakikisha kwamba wanaweza kufikia wananchi kwenye kata na maeneo ambayo yalikuwa yafikiki kwa wakati. Kwa hiyo sasa hivi wataweza kufika na kutekeleza shughuli zao kwa wakati. Tunashukuru sana. Kama idara tunafanya mambo mbalimbali mbali, lakini mojawapo tunapambana na masuala ya ukatili. Tunafahamu kwamba kuna masuala ya ukatili, kwa hiyo kupitia hizi pikipiki tutakwenda kuwahudumia wananchi kwa haraka na kwa ufanisi, lakini pia tunatoa mikopo ya asilimia kumi. Pikipiki hizi zitaenda kutusaidia kufanya ufuatiliaji wa marejesho ya mikopo. Sisi kama kiela, hizi pikipiki zitakuwa za msaada sana, kwanza kwenye kuhamasisha masuala ya ukatili wa kijinsia ambao ni vitendo ambavyo vimekuwa vinafanyika sana, lakini pia zitatusaidia sana kufanya kazi za uundaji wa majukwaa ya wanawake na uwezeshaji wa wanawake kiuchumi. Kazi hizi zote mnavyoziona zilikuwa zinafanyika kwa juhudi za hela ya mshahara. Kwa hiyo sasa hivi tukiwa na bajeti ndogo ya mafuta, tunaweza tukawafikia watu wengi, lakini pia hata kuhudhuria vikao vya ngazi ya wilaya ni rahisi sasa. Kwa hiyo itaturahisishia sana kwenda kwa wakati, lakini pia wakati wote unaweza kufanya kazi ikaenda vizuri, tofauti na hapo nyuma ambapo kila kitu ni cha cha cha kutafuta kwa mtu.